Kwa niaba ya wenzangu ambao niko nao hapa na kwa niaba ya serikali, ninaomba tuwapongeze sana kwa kazi kubwa na ya heshima mlioifanya leo na kuitambulisha Tanzania kwa dunia ya kwamba vipaji vipo. Ukinuza mimi, ukinuza mimi ukinuizwa mimi leo kwamba nani mshindi, nitakwambia mshindi ni Tanzania, na na imani hata Watanzania waliokuwa wanatazama mpira wanajua mshindi ni nani. Tanzania mefanya kazi kubwa ya heshima, na wala hatupasi kujilaumu wala kuhuzunika. Tumeshajitambulisha duniani ya kwamba taifa letu na nchi yetu ina watu wenye uwezo wa kucheza mpira na kuonyesha viwango vya hali ya juu. Ni furahi sana kuona utulivu wa leo Kothabu, pressure wanjani, pressure Nakilu, kwa sababu pressure iliyokuwepo pale uwanjani sio pressure ya kawaida, lakini utulivu mliokuwa nao umeongeza uwezo na maturity yenu kuonekana kwa jamii ya kwamba hawa sio timu ya kawaida. Huko mtaani wako na tamba nyinyi tano wakikutana na balozi wanambia tunawapiga nne, wakikutana na nani wanambia nyinyi hatukiwa hurumia sana tatu, lakini najua hata leo hii wakitoka watalaumiana. Kwa hiyo tuache wao walaumiane, sisi tumtukuze Mungu aliyetufanya tukafanya maajabu leo kwenye uwanja. Jambo la tatu, nafahamu ya kwamba baada ya ratiba hizi kuna ratiba zitaanza za watu kurudi Tanzania na wengine mnacheza kwenye klabu zenu, lakini ziko salamu za Mheshimiwa Rais ambazo zitafika ndani ya hizi siku chache zilizoko mbele yetu, na nyinyi mtapata nafasi ya kumuona mwenyewe akiwashukuru na kuwapongeza kwa kazi kubwa aliyoifanya Mheshimiwa Rais kupitia kwa waziri wetu mkuu jana. Amesikia maelekezo yake na shauku yake na alitamani leo tushinde ili yeye atoe zawadi yake, lakini ameniambia <coughs> nije niwambie ya kwamba nyinyi ni mashujaa wake na anataka akutane <klos> na nyinyi awapongeze yeye mwenyewe binafsi. Kwa hiyo msijisikie wanyonge kabisa, na wa Moroko watatuheshimu na hawatarudia tena kuamini ya kwamba ni timu wanaweza kucheza nao kwa namna walivyokuwa wanaifikiria. Kwa, kwa mimi tutawasiliana wa na rais wetu wa TFF. Bahati nzuri tuko na balozi Dr. Dau hapa, tuko na kaka yangu ambaye ni mbobezi kabisa wa michezo na waziri wetu mstaafu kakaangu Ndumbaru, na mbunge lakini pia balozi wetu wa hapa, kiongozi wetu wa kambi. Kwa ufupi ni kwamba mmetupa heshima.